Naam, asante sana Francis Mtalaki. Nasoma pia jumbe kutoka kwake Amason Jeffah Kingi, spika wa bunge la Seneti, akisema anaungana na jumuiya ya Wakatoliki kote ulimwenguni kuomboleza kifo cha ghafla cha marehemu Papa Francis kilichotokea mapema leo. Anasema kwamba Papa Francis amepigana vita vyema, amekamilisha mwendo na kuweka imani yake. Anataka Mola ilaze pema roho yake Papa Francis. Ujumbe huo kutoka kwake Amason Kingi ambaye ni spika wa bunge la Seneti. Kwingineko basi pia nisome jumbe kutoka kwake gavana Gladys Wanga. Uh, niwie radhi. Um, nafikiri iliyoko hewani kwa sasa hivi na Alfred Mutua waziri anatoa uh, risala za rambirambi akisema anajumuika uh, na familia ya Wakatoliki kote ulimwenguni kuomboleza kifo cha Papa Francis ambaye alikuwa bingwa wa kipekee katika kupigania maswala ya amani, maswala ya kujali utu na vilevile vile haki Anasema maisha yake bila shaka yatakuwa ni ya kuenziwa katika vizazi vingi vijavyo. Ujumbe wake Alfred Mutua spika wa bunge la uh, niweradhi waziri uh, Alfred Mutua huyo. Uh, kuna ujumbe pia kutoka kwake aliyekuwa rais ama rais mstaafu uh, Uhuru Kenyatta uh, akiwa pia ametoa ujumbe wake wa risala za rambirambi kwa Wakatoliki kote ulimwenguni, akisema kwamba uh, ni pigo kubwa uh, kuondokewa na Papa Francis mapema leo akisema kwamba e, anakumbuka e, ziara yake mwaka elfu mbili kumi na tano akizungumza na jumuiya e, ya e, wakatoliki hapa nchini katika ziara hiyo ambapo rais, e, akiwa rais aliweza kumlaki katika uwanja e, wa Jomo Kenyatta na pia kujumuika naye katika ibada kadha wa kadha e, bila shaka a, anawatakia utulivu e, wa katoliki wote hapa nchini na pia vile vile ulimwenguni wakati huu wa kuomboleza. Ujumbe kutoka kwake alikuwa Rais Uhuru Mwigae Kenyatta hivi sasa.